Thank your you, Your Your Excellency. Jambo. Jambo tena. God is good. All And all the time. Nduru na Shangoza, His Excellency, Deputy President. Your Excellency, unajua, umekuwa rafiki yangu for a very long time. Nani leo nimekusikiza sana sana sana. And I think we got back the deputy president that we had lost at some point. Mnajua, mimi nilikuwa pale. Nilikuwa pale wakati tulikuwa tunashauriana na wabunge wengi kutoka mlima, ni nani aliyefaa zaidi kuwa deputy president yetu. Wakati, na kwa hiyo wakati 90% ya wabunge wakasema Kindiki, it was actually karibu 99%, lakini kukaenda hivi kukaenda hivi lakini mshowe, tukampata yule ambaye alifaa zaidi. Lakini yaliyonileta hapa leo sio, si hayo. Wakati mmeona, nimechukua hii simu nimechukua hii simu kwa sababu kuna verse ya Biblia nataka niwasomee. Na ni muhimu sana hii verse nataka mwisikize vizuri sana. Na kwa sababu ni ya umuhimu nitaisoma kwa both old language na either new international version. Luke 16, 27 to 28. I'm reading it because I almost became a priest. Inasema, then he said, I pray

Send Lazarus to my family for I have five brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Okay. Mimi niwaambie watu ya mlima, ile sarakasi na mchezo ambayo nimeona pale mlima ikome, kwa sababu mimi nakuja hapa kama testimony mimi ni mbunge na sio mbunge wa first term. mimi ni mbunge sasa anaserve three terms na nimekuja nime hapa. kwa nini niwaelezee? hiyo mchezo nimeona inachezwa mlima, tuliicheza na niwaelezee tuko wapi saa hizi, baada ya kucheza hiyo mchezo. Sisi tulikuwa kwa serikali na mtu ambaye aliitwa Kalonzo Musyoka. Akuja mara mchezo mchezo hivi, akaanza kuambia watu kaeni ngumu, mara sijui o oh, sio lazima ukue kwa serikali, ni haki yetu o oh, sijui nini. Akakuja akatengeneza kachama yake inaitwa Wiper. akaanza kuzunguka pale pale kwa wakamba peke yake, anazunguka hapo hapo, akazunguka hapo hapo, aka insight wakamba, msiingie si lazima muingie kwa serikali, ni haki yenu ya katiba, mutapewa What you don't know ni kwa hiyo, siku yote huyo muungwana baada ya kutengeneza kachama chama yake akawa kila wakati anapata wabunge kama kumi kama kumi na tano. Hawa wabunge wanampatia pesa baada ya kila mwezi, lakini Wakamba wanaendelea kuwa nje ya serikali Mkiendelea na hiyo mchezo mtajipata mahali ambapo sisi Wakamba tumekuwa nje ya serikali kwa miaka ishirini. Kwa miaka ishirini, and I am telling you we had a deputy president like yourselves, we have one here, we never even had ministers as you people have. Mimi nashangaa nyinyi mko na serikali karibu yote, mnashughulika nini na jamaa ambaye anametupa mbao? Na mko na maministers mko na deputy president. Nikimalizia haya, nikimalizia, nikimalizia ya mwisho niseme hivi, hii Kenya hatujakuja juzi, and as Kenyans forget very very fast. Nimeona ati wengine wanazunguka wanawaambia muwachilie hii serikali mukatengeneze hii ambayo iko na deputy president, second most powerful person in this government ati mkashikane na wengine, wamekuwa sasa wazuri sana, wamekuwa wazuri eh? kina Matiangi wamekuwa wazuri sana eh? wamekuwa Mungu sasa. Juzi tu Wakenya, nyinyi ndio mlisema under their watch, Wakenya wanauliwa, wanatupwa river Yala, under their all, very own watch. Sasa ndio wamekuwa Mungu. Nyinyi nawaambia wa, watu ya mlima kama mimi kama Kawaya nimesurvive kutetea hii serikali single handedly katika Ukambani na hii kura ambayo imepita ya rais wetu, tuliweza kunyakua kura elfu mia mbili hamsini na niliyesema, afadhali nipoteze kiti yangu, lakini niambie watu ukweli kwamba I will not be part of any team leading my people to opposition. I want to ask you people wa mlima please be party to to any team that is leading your community to opposition. And I know you especially mwatu ya mulima, you are a clever community. Please don't lose don't lose don't it. Mimi najua kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu niko na Mkikuyu kwa rumu, kwa nyumba yangu nimeoa Mkikuyu. I know are clever people, please msiwachilie serikali.